Ebana Haji Manara amezidi kukamata headlines katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuhusu mahusiano yake mapya. Itakumbukwa kwamba hivi karibuni ilionekana ni rasmi ya kwamba Manara ametalakiana na mkewe Zaelisa, huku kila mtu kwa wakati wake akitumia mitandao ya kijamii kuonyesha sababu ya kuvunjika kwa ndoa pamoja na madhaifu yao. Sasa leo kupitia ukurasa wake wa Instagram, Manara ameposti picha ya mrembo Alam Salum ambaye ni mwigizaji, kisha akaandika ujumbe ufuatao: Kila mmoja ana tabiri lake, lakini ukweli, huyu binti mrembo ni mshauri wangu wa masuala ya mavazi na atasimamia brand yangu. Uteuzi huu niliofanya toka tarehe moja Machi nimezingatia vigezo vingi, ikiwemo ukariako wetu. Yeye na mimi wote ni bond town, familia zetu zinajuana kitambo. Anajua mikito yangu kisha ana exposure kubwa. Kwa sasa tambulike kama brands manager wa Bugatti, ila ikitokea Alam binti Salum ambaye ana asili ya Kioman, tukaelewana, anything can happen. Huwa sio shida zangu kuoa, ili mradi hapa kwangu ni no zina, waje mtanijulisha, iwe ya kimya kimya au tusimamishe nchi na vilivyomo. Kisha Manara akamtagi Alam akaanza na kusema pia anza na wewe kutumia makeup, maana hizo picha upo simple ni bala. Je, uchanganye na ile mikorogo yao. Sasa ikumbuko kwamba wakati Manara anaandika ujumbe huu, pia nimejaribu kupitia katika ukurasa wa Binti Salum na kujiridhisha kwamba nini kinachoendelea. Ikabainika ya kwamba na yeye e, bwana Hallam Salum ameweka eh, katika profile picture yake picha ya Haji Manara lakini yeye akuweka ujumbe wowote, ukuaji wakisubiri nini ambacho kinaendelea, japo komenti uh, mbalimbali zimeendelea kutolewa kwamba Manara hapumui wala hapoi e, kwa kile ambacho kinaonekana na kifanya kwamba ametoka juzi tu kuacha mke, lakini hapo hapo katoa chuma kaweka chuma. Mimi naitumika ndaba, na hizi ni ripoti juu ya kile ambacho kinaendelea kumuhusu ndugu yetu Haji Sande Manara.